Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki mheshimiwa balozi Liberata Mulamula mula amekutana na waalimu na wanafunzi wenye asili ya Afrika na Marekani wanaofundisha na kusoma vyuo mbalimbali vya Marekani, ambao wapo nchini kwa ziara maalum ya ushirikiano. Ziara hiyo iliyoratibiwa na mtanzania diaspora Bi Zawadi Sakapala, ambaye ni mmiliki wa kituo cha Community Centre kilichopo Kijichi jijini Dar es Salaam, amesema ziara hiyo inalenga pamoja na mambo mengine kutoa fursa kwa wanafunzi hao kujifunza masuala mbalimbali ya utamaduni wa Tanzania na kubadilishana ujuzi na uzoefu katika masomo ya sayansi, ufundi, ufundishaji na usimamizi wa watoto wadogo. Katika kikao hicho, Bi Zawadi alimfahamisha Mheshimiwa Balozi Mulamula kuwa kituo chake kimekuwa kikishirikiana na vyuo vikuu mbalimbali nchini Marekani ili kuratibu ziara za waalimu na wanafunzi wenye asili ya Afrika na Marekani. Kwa ajili ya kutembelea nchi za Afrika kwa ajili ya kubadilishana uzoefu katika sekta ya elimu ili kuimarisha sekta hiyo katika nchi za Afrika. Kikao hicho kiliazimia kuongeza jitihada za kuhamasisha Waafrika wengi zaidi kujiunga na vyuo vya vi Marekani ili kuunganisha vyuo vya vi Afrika na Marekani. Wanafunzi wa Tanzania wanaopata fursa ya kusoma Marekani ili watumike kufundisha lugha ya Kiswahili ikiwa ni moja ya njia ya kueneza lugha hiyo kote duniani. Aidha, Bizawadi amesema kuhimiza watu wenye asili ya Afrika kutumia elimu, ujuzi na maarifa waliyopata wakiwa ugaibuni ni ili kuinua juhudi za nchi